asalamu alaikum tumsifu yesu kristo bwana yesu asifiwe um, wana tiba asili ya mimea na chakula kwa siku ya leo ningependa tuweze kuangazia mmea mmoja unaoitwa tumfafia au karatropis prosela huu ni mmea ambao ni maarufu sana hususan katika bara la asia katika nchi ya india um, kabila au naweza nikasema ni dini ya ya Hinduism, huwa wanaitumia au wanautumia sana mmea huu, na hii ni kutokana na uwezo tiba wa huu mmea, lakini hii pia ni kutokana na mmea huu ni mmea ambao huwa auliwi na wanyama kutokana, um, ya kiwango chake cha sumu, lakini pia wanaamini kwamba mmea huu ni mmea ambao um, huwa unafukuza nguvu e, chafu tunasema zile negative energies, unaondoa baraa, unaondoa mikosi, unaondoa nuksi, na pia ni mmea ambao unaleta au unakaribisha baraka, unaleta mafanikio e, kwenye nyumba e, na kwenye maisha kiujumla. Kwa hiyo huwa wanatumia mmea huu, maua ya mmea huu, kama sehemu ya kutoa sadaka, kama sehemu ya kutoa zawadi, kama sehemu ya matambiko kwenye imani yao ya Hinduismu, na huwa wanafanya hivyo kwa yule mungu wao wanaitwa mungu, Mungu Shiva. Lakini ukija kwenye upande wa um, taaluma ya kisayansi ya utafiti ambayo zimefanyika kuhusu mmea huu, mmea huu umeonekana ni miongoni mwa mimea ambayo yenye uwezo mkubwa sana e, mbali ya kiwango cha sumu ambao mmea huu unao, lakini mmea huu umeonekana una uwezo wa kutibu magonjwa au kuondosha changamoto zaidi ya thelathini na sita katika mwili wa binadamu wa. Kwa hiyo mmea huu huwa unatumika kwa matumizi ya ndani ya mwili lakini pia unatumika kwa matumizi ya nje ya mwili. Lakini kwa matumizi ya ndani ya mwili huwa unahitaji kipimo maalum na namna sahihi ya kuweza kuuandaa, kwa sababu mmea huu ni sumu. Mmea huu ukiingia kwenye macho kwa kiwango fulani, huweza kukusababishia upofu. Mmea huu ukiingia kwenye mwili wako kwa kiwango fulani, huweza kukusababishia aidha eh, ulemavu au kifo kabisa. Kwao ni mmea ambao unahitaji uangalifu na umakini wa, hali, umakini wa hali ya juu, na ndio maana sifundishi namna ya kuweza kuutumia kwa matumizi ya ndani, kwa sababu tuko watu tofauti tofauti, na kila mtu kuna namna yake ya uelewa, hali ambayo inaweza ikapelekea watu wakaitumia tofauti. Lakini ni mmea ambao unatumika na unatumika katika tiba na una, na, eh, kwa viwango maalum na hauna shida yoyote katika mwili wa binadamu kama vile ambavyo ukitumia mmea ukitumia alovera kwa kiwango kikubwa ukuharibia figo, kama vile ambavyo ukitumia dawa ya hospitali kwa kiwango kikubwa uweza kukusababishia mazala au kifo. Vivyo hivyo katika mimea yote ipo kwa namna hiyo. Sasa bila kupoteza muda, huu mmea um, kama nilivyosema awali, katika nchi ya, ya wahindu huwa wanaitumia katika masuala ya imani, kuleta baraka, kuleta heri, kuondoa nguvu chafu. Ukichukua um, ma, uh, magome ya huu mti e ukayakausha, ukaya, ukaya, uwa wanaya, wanayafanyia kama wanayachoma zeni, ule moshi wake au yale manukato yake, huwa ukichoma kwenye nyumba huwa yanaondoa zile nguvu chafu kwenye nyumba huwa yanaondoa zile um, kama kuna uchawi au kuna jambo lolote baya huwa linaondoka kabisa kwenye nyumba, kwa kutumia manukato ya mmea huu, na watu wengi sana wamekuwa wame, wanaufanya hata katika tiba zetu za kijadi eh, katika uh, bara letu la Afrika pia wanautumia mmea huu katika kufukuza hizo nguvu, lakini pia kuweza kuvuta heri, kuvuta baraka kwenye biashara, kwenye maofisi, katika umea huu mmea unapatikana maeneo tofauti tofauti katika nchi yetu ya Tanzania, popote pale umea nimeuona sana, lakini huwa unastawi sana maeneo ya ukame. Ukienda maeneo kama ya Dodoma na, na, na wilaya zake, ukienda maeneo ya e, ukienda takanda ya Ziwa, ukija maeneo ya mwambao wa pwani hii e, mikoa ya mwambao wa pwani huku, mimea pia inaota inaota inaota na kustawi sana sasa kwa siku ya leo nimejikita sana katika kuweza e, kukuelekeza matumizi ya nje e, kama we una matumizi una, unataka kutatua changamoto kwa matumizi ya nje utachuma jani la mmea huu e, utachuma jani moja, utalichuma, lakini lichume kwa uangalifu, kwa sababu utomvu wake usiingie machoni. Utalichuma hilo jani moja, kisha utaenda kulipasha kwenye moto utalipasha kidogo kwenye moto alafu utali, e, utaliweka chini ya unyayo wa mguu wako e, kama ni mguu mmoja au miguu miwili, utaweka chini ya unyayo wa mguu wako na una utavaa soksi, au utafunga kwa namna ambayo hilo jani litatoka, litatoka litaweza kukaa kwenye mguu wako sio chini ya nusu saa hasa. Hili jani lina faida gani? wewe ambaye una changamoto iwe ni changamoto ambayo inatokana na e, umeruka kitu kibaya au umekanyaga kitu kibaya au ni e, una, una, una changamoto ya miguu kuuma, miguu kuvuta, miguu kujaa, e, una miguu kuwaka moto, au wewe ambaye una changamoto ya presha ya kupanda, wewe ambaye una, una changamoto ya maumivu ya viungo, wewe ambaye huwa unapata msongo mkubwa wa mawazo mpaka unakosa usingizi. Ukitumia mmea huu kama nilivyokuelekeza kuweka kwenye unyayo wako, huwa unaondosha hizo changamoto. Utautumia kwa siku tatu tano mpaka saba kulingana na, na changamoto e, na changamoto yako. Mmea huu umewasaidia watu wengi na unaondoa hizo changamoto kabisa. Kuna siri ambayo ipo katika unyayo wa mguu wa binadamu, na ndiyo maana hata washirikina huwa wanatumia unyayo wako kufanyia kitu kibaya katika mwili wako. Eh, lakini pia unyayo kulingana na tafiti au tiba za kiasili za eh, katika nchi ya China huwa wana, wana sehemu se mbalimbali za mguu wako au unyayo wako huwa zinawakilisha viungo kwenye, kwenye mwili wako. Kwa hiyo kwa wenzetu wa China wana kitu kimoja kinachoitwa eh, reflexory. Eh, kuna hiyo inaitaga foot, uh, uh, uh, foot reflexory. Huwa wanaitumia sana hii tiba kufanya masaji na dawa zao katika sehemu mbalimbali za, za unyayo kuweza kutatua changamoto mbalimbali iwe mbali, ni changamoto za tumbo, iwe ni changamoto za kichwa, iwe ni changamoto za mfumo um, wa, e, mfumo wa uzazi na changamoto nyingine mbalimbali mbali, mfumo wa fahamu na neva huwa inaondoa. Lakini jani hili pia litakusaidia wewe ambaye una stroke, itakusaidia sana hili jani kwa sababu pia lina uwezo wa kuondoa hiyo hiyo changamoto. Lakini a, e, panapo majaliwa kama Mwenyezi Mungu atatu, atatupa heli na neema hiyo, basi tutakuja kushirikishana namna gani unaweza kuutumia mmea huu kwa matumizi ya ndani e, kwa kufuata utaratibu maalum ili kuweza kuondoa zile changamoto za e, kwa wewe ambaye una, unapata changamoto ya kifafa au misuli E, au una shida za misuli, wewe ambaye unakuwa unapata homa e, ya manjano, wewe ambaye ume e, unapata ile tunasema e, una, una, una matatizo ya, ya, ya ini, wewe ambaye una gauti, wewe ambaye una una changamoto mbalimbali za e, za mfumo wako wa mfumo wako wa uzazi, lakini wewe ambaye una changamoto ya e, bawasiri kwa hiyo kwa wewe ambaye una stroke, wewe ambaye una stroke, stroke utachuma e, uta, uta majani ya huu mmea utayatwanga twanga. Sawa? Kisha yale maji yake e, utayachemsha. Yaani ule, ule, ule, ule mtwango wako ulioufanya utaweka kwenye sufuria utachemsha ya e, kisha chemka, utachukua kitambaa chako safi utaanza kumkanda yule mgonjwa ambaye ana stroke. Na hapa niseme kwamba stroke e, iwe ni stroke kutokana na mfumo wako wa nerve kushindwa kufanya kazi vizuri au stroke ambayo inatokana kwa nguvu za giza, ukiutumia huu mmea huwa unaondosha kabisa hiyo changamoto ya stroke, na wengi huwa wanapata nafuu, kama sio kupona kabisa, kwa sababu tu ya uu ya kutumia ili jani. E, katika kuondoa hiyo changamoto ya ya ya stroke, lakini kwa wewe ambaye pia una una maambukizi kwenye ngozi, wewe ambaye una una mba kwenye ngozi, una utangatanga au tunasema ukurutu kwenye ngozi, ukitumia jani hili maji ya, ya, ya hili jani kupakaa kwenye ngozi yako e, huwa yana linaondoa kabisa mabaka mabaka hiyo ile michilizi au zile mba utangatanga kwenye ngozi inaondoa kabisa na kung'alisha ngozi. Lakini pia kuna ambao wanaitumia jani hili maji ya jani hili kidogo sana tone, e, waga ni tone moja tu, huwa ukiliweka kwenye sikio kwa yule ambaye ana changamoto ya maumivu anayepata maumivu, maumivu ya sikio au sikio lake linakuwa linatoa uchafu, huwa inasaidia sana ili jani kukata maumivu, lakini pia kusafisha na kuua maambukizi ambayo yapo kwenye sikio kwa sababu huu mmea e, una, una, una kiwango fulani cha, cha viini, vi, viini, e, viini tiba asilia ambavyo vina uwezo wa kupambana na vimelea mbalimbali hatarishi mbali ambavyo vina, vina asili afya zetu za ki Zaki, za, za, za kimwili, lakini kuna yule mtu ambaye yeye ana changamoto ya e, bawasiri, kwa maana kwamba imefika hatua sana mpaka imetoka nje. Sawa, ukitumia ili jani ukitumia ili jani ukalipasha vizuri, unalipasha alafu e, zeni unaenda kuliweka kwenye ile sehemu ya njia yako ya haja kubwa, huwa linatumika kurudisha ule tunasema ule, ule, e, ule utumbo ambao huwa unatoka nje na kuzuia kabisa e, E, kutibu vile vinyama ambavyo vinakuwa vimetoka kwenye njia yako ya haja ya haja kubwa huwa wanatumia kabisa kufanyaje kuweza kuondoa au kurudisha ndani e, ile, ile, ile yale e, kuweka sawa ule, ile, ile, kuondoa ile bawasiri ambayo imetoka ambayo imetoka nje. Lakini kwa wewe ambaye unayepata maumivu ya mgongo maumivu ya mgongo pia tumia hili jani kukanda mgongo wako. E, unakuwa unakanda. Ni jani ambalo ni zuri, linafanya kazi sana kwenye upande wa kunyoosha viungo kama lilivyokuwa jani la mbono e, jani la mbono au tunaita mbarika, lile jani la mnyonyo watu wao wanalitumia sana ili jani e, pamoja na lile na yale majani ya mnyonyo kuweza kukanda maeneo ambayo yana maumivu e, yana maumivu, baba ameteguka au amepata au ana mgongo wake una shida, kwa sababu labda ya umri au shughuli anazozifanya, ili jani huwa linatumika kufanyaje kuweza kunyoosha. Mmea huu pia unatumika kwa wale ambao ni wahanga wa uh, wa baridi yabisi, ambao baridi yabisi huwa inatokana na matumizi eh, makubwa ya vyakula ambavyo vinazalisha uric acid. Sasa uric acid ikiwa nyingi sana kwenye mwili wako, mfano kwa wale ambao wanapenda sana kula nyama ya mbuzi huwa e, e, wanapata huwa wan, wanapata hizo changamoto za maumivu ya viungo, hususan ni maeneo yale ya joint, maeneo yale ya maungio ya viungo, mfano kwenye vidole vya miguu, vidole vya mikono, kunakuwa kuna vimba na kunatengeneza um, kama uwekundu au panakuwa pamoto sana. Wale ambao wanakuwa wanapata maumivu ya kwenye, e, kwenye magoti, wanaopata maumivu kwenye kiuno, wanaopata maumivu kwenye maeneo ya e, viwiko vya mikono na maeneo mbalimbali ya mwili, wewe kama una hiyo shida, nenda kacheki kiwango chako cha yuliki asidi na kama una Ee, una kiwango cha juu cha uric acid basi, punguza ulaji wa vyakula ambavyo vinakusababishia uzalishaji wa kiwango kikubwa cha uric acid kwenye mwili wako. Lakini mmea huu huwa unatumika sana kukanda yale maeneo, kuchua yale maeneo, na uweza kuondoa yale maumivu, kama sio kumaliza kabisa, lakini wengi huwa wanatumia kwa matumizi ya ndani kuweza ili eh, kiingia ndani na huwa ina, ina, inasambaa ina, ina, ina kupitia mishipa yako ya damu na kwenda maeneo tofauti tofauti yenye athari ya hiyo ya baridi yabisi na kwenda kuondoa kabisa hiyo baridi baridi yabisi e, tumia huu mmea utakusaidia sana. Wewe ambaye umeng'atwa, huwa e, kuna una, una, una, mtu akuta ameng'atwa na mbwa au ameng'atwa na au amepata ame, ame maambukizi, yani am, amejikata ame na kitu ambacho kina kutu Eh, uh, ukichukua hili jani ukiweka yale maeneo huwa inaondoa maambukizi kwenye lile eneo. Kwa hiyo mmea huu una kazi nyingi nyingi nyingi sana za nje tu ya mwili, lakini pia zina kazi nyingi nyingi sana kwenye, eh, matumizi ya ndani. Eh, matumizi ya ndani, wewe ambaye unapata uvimbe, wewe ambaye umepata ma uvimbe wa nje, hili jani linatumika sana kuweza kuondoa tunaita swelling kwenye mwili wako kuondoa ile sehemu ambayo zimekuwa zimevimba kwenye mwili wako. Ukiwa unatumia kukandia hilo hilo jani au kuchua lile eneo uwe nasaidia sana kuweza kuondoa kwao. Lina matumizi mengi sana kwenye, kwenye, kwenye mwili wako kama tiba, na ndio maana e, Wahindu e, katika ile e, kwenye, kwenye dini yao wanalita hili jani ni kama jani takatifu, kama ni jani ambalo wanaitumia katika tamaduni zao katika mila zao za kuweza kumwabudu mungu wao Shiva. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hili jani na hakika utaona matokeo mazuri. Elimika ili usiwe mtumwa. Asanteni sana.